Roy, haya mavazi yatakupatia mwanaume unayemtaka, mvutie kwa mavazi. Na kama umewahi kujiuliza kwa nini wengine wanapata wanaume wanaowataka halafu wewe hupati, basi like video hii sasa hivi, subscribe na andika unatizama kutokea wapi, maana leo nitazungumza kwa uchungu kabisa. Ninaongea kwa hasira kwa sababu nimeona hii kitu mara nyingi sana, mara nyingi kupita kiasi, mpaka inachosha. Mwanamke analia, wanaume hawako serious, wanaume hawataki commitment, wanaume wanapotea, wanaume wanataka starehe tu, lakini hakuna mtu anayemwambia ukweli. Ukweli mchungu, ukweli ambao unaumiza ego, ukweli kwamba kabla mwanaume hajajua tabia yako, kabla hajajua akili yako, kabla hajajua moyo wako, ameshaamua wewe ni wa aina gani, na anaamua ndani ya sekunde chache sana. Sio baada ya mazungumzo marefu, sio baada ya kujua background yako. Hapana, anaangalia tu namna umevaa ndiyo umevaa. Hapo ndipo mchezo unaanza, na mara nyingi hapo ndipo unaisha. Nimekaa na wanaume wengi, nimekuwa sehemu ambazo wanawake wengi hawajui, maamuzi yao yanafanywa mezani bila wao kuwepo. Unakaa, unacheka, unafikiria mambo yanaenda vizuri, lakini pembeni kuna hukumu tayari imetolewa na hukumu haitegemei ulisema nini, inategemea ulionekana nani. Kuna mwanamke anaingia sehemu, wanaume wanamwangalia, wanatabasamu, wanamsogelea haraka, lakini akili zao tayari zimesema huyu ni wa muda. Halafu mwingine anaingia kimya, hana makelele, hana kujionyesha kupita kiasi. Wanaume wananyooka, wanabadilisha sauti zao, wanamchukulia tofauti, na hajazungumza hata neno moja. Hapo ndipo wanawake wengi wanakosea. Wanachanganya attention na interest. Mwanaume kukutazama sio kumaanisha anakutaka. Mwanaume kukusogelea sio kumaanisha anakuheshimu, na mwanaume kukutongoza sana sio kumaanisha anakuona kama mke. Kuna mavazi yanafanya mwanaume akukaribie, na kuna mavazi yanafanya mwanaume akuchague. Hizo ni dunia mbili tofauti kabisa. Kuna wanawake wanavaa ili waonekane, halafu kuna wanawake wanavaa ili wachaguliwe, na wanaume wanajua tofauti. Tatizo ni kwamba wanawake wengi hawaijui. Ukivaa namna fulani, mwanaume anajua hata kupeleka kwa marafiki zake wa maana, atakuweka kwenye upande wa starehe. Hata kama anakupenda kiasi gani, akili yake inasema huyu hatoshi kwenye maisha yangu ya kesho. Si kwa sababu wewe ni mbaya, ni kwa sababu signal uliyoitoa haifanani na maisha anayoyaishi mwanaume. Haangalii tu uzuri, anaangalia compatibility ya kijamii anaangalia atakaa na wewe mbele ya watu gani bila aibu, anaangalia utakaa mezani na watu wake bila kumfanya ajitetee. Na hapo ndipo mavazi yanakuwa lugha, lugha ambayo husemwi lakini inaeleweka sana. Ukivaa kwa kelele sana, unamwambia wewe ni burudani. Ukivaa kwa nidhamu, unamwambia wewe ni utulivu. Ukivaa kwa maonyesho kupita kiasi, unamwambia wewe ni tukio. Ukivaa kwa mpangilio, unamwambia wewe ni maisha na mwanaume anayejua anataka maisha hata akikuona mzuri vipi atakutazama na kuishia hapo tu. Nimeona wanaume wakisema wazi kabisa, huyu ni mzuri lakini sio wa kuoa. Na hawasemi kwa sababu ya chuki, wanasema kwa sababu ishara alizotoa hazimruhusu kufikiria mbali. Kuna aina ya mwanamke mwanaume anamchukulia kama adventure, na kuna aina ya mwanamke anamchukulia kama nyumbani. Wote wanaweza kuwa wazuri sawa, lakini hawapokelewi sawa. Unapotoka nyumbani jiulize, unataka kuonekana au unataka kuonekana au kuchaguliwa? Kwa sababu ukichagua kuonekana, wanaume wengi watakuona, lakini wachache sana watakuona kama mke. Ukichagua kuchaguliwa, huenda usipate attention nyingi, lakini anayekuja anakuja kwa sababu sahihi. Wanaume wanachunguza consistency, wanachunguza kama unaweza kuingia sehemu yoyote bila kubadilika, kama anaweza kukuchukua ghafla kwenda kukutana na watu wake bila hofu. Na hilo linaanza kwenye presentation yako. Si lazima uvae gharama, sio pesa, ni message. Uvaliji wako unasema wewe ni nani kabla hujafungua mdomo. Na wanaume wanaamini kile wanachokiona kuliko kile wanachosikia. Ukionekana kama sherehe, utachukuliwa kama sherehe. Ukionekana kama amani, utatafutwa kama amani. Halafu kuna makosa wanawake wanafanya wakidhani wanavutia, kumbe wanajifungia milango. Wanavaa ili washinde wanawake wengine badala ya kuvutia wanaume sahihi. Wanavaa kwa trend badala ya context, wanavaa kwa mtandao badala ya mazingira. Mwanaume serious haishi Instagram, anaishi dunia halisi, na anaangalia mwanamke anayefanana na dunia yake. Na hapa ndipo ukweli unauma. Sio kila mwanaume anayekukataa hana uwezo wa kuona thamani yako. Wengine wanaona wazi kabisa, lakini wanaona pia hautaendana na maisha yao na hawataki kupigana vita kila siku kujustify uchaguzi wao, hivyo wanaamua kimyakimya. Wanacheka na wewe, wanakutania, lakini hawakusogelezi kwenye hatua inayofuata. Halafu unarudi nyumbani, unasema wanaume wote ni sawa. Sio sawa. Wanaume wanaitikia signals, na signals nyingi zinatoka kwenye mavazi kabla hata personality haijaonekana. Ukibadilisha signal, unabadilisha wanaokukaribia na hapo ndipo wanawake wengine wanashangaa, wanasema, nilibadilisha kidogo tu, ghafla wanaume tofauti wanaanza kuniona. Ndiyo, kwa sababu uliwaambia wewe ni nani kwa lugha wanayoielewa. Ukweli ni huu: attraction ya muda mfupi inahitaji juhudi ndogo, lakini kuchaguliwa kunahitaji ufahamu. Unahitaji kujua mwanaume unayemtaka anaishi wapi kijamii, kisha ujionyeshe unaweza kuwepo hapo bila kuvuruga utulivu wake, na hilo halihitaji kujificha wewe ni nani, linahitaji kuwasilisha wewe ni nani kwa njia itakayomruhusu kukuamini. Mwisho wa siku, wanaume hawachagui tu mwanamke wanayemtamani, wanachagua mwanamke watakayejisikia salama kumsimamisha pembeni yao mbele ya dunia, na hiyo hisia ya usalama huanza machoni kabla ya kuingia moyoni. Kama unataka niendelee, bonyeza continue. Roy haya mavazi yatakupatia mwanaume unayemtaka, mvutie kwa mavazi. Na kama umewahi kujiuliza kwa nini wengine wanapata wanaume wanaowataka halafu wewe hupati, basi like video hii sasa hivi, subscribe na andika unatizama kutokea wapi, maana leo nitazungumza kwa uchungu kabisa. Ninaongea kwa hasira, kwa sababu nimeona hii kitu mara nyingi sana, mara nyingi kupita kiasi, mpaka inachosha. Mwanamke analia, wanaume hawako serious, wanaume hawataki commitment, wanaume wanapotea, wanaume wanataka starehe tu, lakini hakuna mtu anayemwambia ukweli. Ukweli mchungo, ukweli ambao unaumiza ego, ukweli kwamba kabla mwanaume hajajua tabia yako, kabla hajajua akili yako, kabla hajajua moyo wako, ameshaamua wewe ni wa aina gani. Na anaamua ndani ya sekunde chache sana, sio baada ya mazungumzo marefu sio baada ya kujua background yako. Hapana, anaangalia tu namna umevaa ndiyo umevaa. Hapo ndipo mchezo unaanza, na mara nyingi hapo ndipo unaisha. Nimekaa na wanaume wengi, nimekuwa sehemu ambazo wanawake wengi hawajui maamuzi yao yanafanywa mezani bila wao kuwepo. Unakaa, unacheka, unafikiria mambo yanaenda vizuri, lakini pembeni kuna hukumu tayari imetolewa, na hukumu haitegemei ulisema nini, inategemea ulionekana nani. Kuna mwanamke anaingia sehemu, wanaume wanamwangalia, wanatabasamu, wanamsogelea haraka, lakini akili zao tayari zimesema huyu ni wa muda. Halafu mwingine anaingia kimya, hana makelele, hana kujionyesha kupita kiasi. Wanaume wananyooka, wanabadilisha sauti zao, wanamchukulia tofauti, na hajazungumza hata neno moja. Hapo ndipo wanawake wengi wanakosea. Wanachanganya attention na interest. Mwanaume kukutazama sio kumaanisha anakutaka. Mwanaume kukusogelea sio kumaanisha anakuheshimu. Na mwanaume kukutongoza sana sio kumaanisha anakuona kama mke. Kuna mavazi yanafanya mwanaume akukaribie na kuna mavazi yanafanya mwanaume akuchague. Hizo ni dunia mbili tofauti kabisa. Kuna wanawake wanavaa ili waonekane, halafu kuna wanawake wanavaa ili wachaguliwe. Na wanaume wanajua tofauti. Tatizo ni kwamba wanawake wengi hawaijui. Ukivaa namna fulani, mwanaume anajua hata kupeleka kwa marafiki zake wa maana atakuweka kwenye upande wa starehe. Hata kama anakupenda kiasi gani, akili yake inasema huyu hatoshi kwenye maisha yangu ya kesho. Si kwa sababu wewe ni mbaya, ni kwa sababu signal uliyoitoa haifanani na maisha anayoyaishi yaishi. Mwanaume haangalii tu uzuri, anaangalia kompatabiliti ya kijamii. Anaangalia atakaa na wewe mbele ya watu gani bila aibu. Anaangalia utakaa mezani na watu wake bila kumfanya ajitetee. Na hapo ndipo mavazi yanakuwa lugha. Lugha ambayo husemwi lakini inaeleweka sana. Ukivaa kwa kelele sana, unamwambia wewe ni burudani. Ukivaa kwa nidhamu, unamwambia wewe ni utulivu. Ukivaa kwa kuonyeshwa kupita kiasi, unamwambia wewe ni tukio. Ukivaa kwa mpangilio, unamwambia wewe ni maisha. Na mwanaume anayejua anataka maisha, hata akikuona mzuri vipi, atakutazama na kuishia hapo tu. Nimeona wanaume wakisema wazi kabisa, huyu ni mzuri, lakini si wa kuoa. Na hawasemi kwa sababu ya chuki, wanasema kwa sababu ishara alizotoa hazimruhusu kufikiria mbali. Hivyo wanaamua kimya kimya, wanacheka na wewe, wanakutania, lakini hawakusogelezi kwenye hatua inayofuata. Halafu unarudi nyumbani, unasema wanaume wote ni sawa. Sio sawa. Wanaume wanaitikia ishara, na ishara nyingi zinatoka kwenye mavazi kabla hata personality haijaonekana. Ukibadilisha ishara, unabadilisha wanaokukaribia, na hapo ndipo wanawake wengi wanakosea. Wanachanganya attention na interest. Mwanaume kukutazama sio kumaanisha anakutaka, mwanaume kukusogelea sio kumaanisha anakuheshimu, na mwanaume kukutongoza sana sio kumaanisha anakuona kama mke. Kuna mavazi yanafanya mwanaume akukaribie na kuna mavazi yanafanya mwanaume akuchague. Hizo ni dunia mbili tofauti kabisa. Kuna wanawake wanavaa ili waonekane, halafu kuna wanawake wanavaa ili wachaguliwe, na wanaume wanajua tofauti. Tatizo ni kwamba wanawake wengi hawaijui. Ukivaa namna fulani, mwanaume anajua hata kupeleka kwa marafiki zake wa maana, atakuweka kwenye upande wa starehe, hata kama anakupenda kiasi gani. Akili yake inasema huyu hatoshi kwenye maisha yangu ya kesho. Si kwa sababu wewe ni mbaya, ni kwa sababu signal uliyoitoa haifanani na maisha anayoyaishi mwanaume. Haangalii tu uzuri, anaangalia compatibility ya kijamii, anaangalia atakaa na wewe mbele ya watu gani bila aibu, anaangalia utakaa mezani na watu wake bila kumfanya ajitetee. Na hapo ndipo mavazi yanakuwa lugha, lugha ambayo husemwi lakini inaeleweka sana. Ukivaa kwa kelele sana unamwambia wewe ni burudani. Ukivaa kwa nidhamu unamwambia wewe ni utulivu. Ukivaa kwa kuonyeshwa kupita kiasi unamwambia wewe ni tukio. Ukivaa kwa mpangilio unamwambia wewe ni maisha. Na mwanaume anayejua anataka maisha hata akikuona mzuri vipi atakutazama na kuishia hapo tu. Nimeona wanaume wakisema wazi kabisa huyu ni mzuri lakini si wa kuoa na hawasemi kwa sababu ya chuki, wanasema kwa sababu ishara alizotoa hazimruhusu kufikiria mbali. Hivyo wanaamua kimya kimya, wanacheka na wewe, wanakutania, lakini hawakusogelezi kwenye hatua inayofuata. Halafu unarudi nyumbani unasema wanaume wote ni sawa. Sio sawa. Wanaume wanaitikia ishara, na ishara nyingi zinatoka kwenye mavazi kabla hata personality haijaonekana. Ukibadilisha ishara, unabadilisha wanaokukaribia na hapo ndipo wanawake wengi wanakosea, wanachanganya attention na interest. Mwanaume kukutazama sio kumaanisha anakutaka, mwanaume kukusogelea sio kumaanisha anakuheshimu, na mwanaume kukutongoza sana sio kumaanisha anakuona kama mke. Kuna mavazi yanafanya mwanaume akukaribie ya, na kuna mavazi yanafanya mwanaume akuchague ya. Hizo ni dunia mbili tofauti kabisa. Kuna wanawake wanavaa ili waonekane, halafu kuna wanawake wanavaa ili wachaguliwe na wanaume wanajua tofauti. Tatizo ni kwamba wanawake wengi hawaijui. Ukivaa namna fulani, mwanaume anajua hata kupeleka kwa marafiki zake wa maana, atakuweka kwenye upande wa starehe. Hata kama anakupenda kiasi gani, akili yake inasema huyu hatoshi kwenye maisha yangu ya kesho. Si kwa sababu wewe ni mbaya, ni kwa sababu signal uliyoitoa haifanani na maisha anayoyaishi. Mwanaume haangalii tu uzuri, anaangalia compatibility ya kijamii. Anaangalia atakaa na wewe mbele ya watu gani bila aibu. Anaangalia utakaa mezani na watu wake bila kumfanya ajitetee. Na hapo ndipo mavazi yanakuwa lugha. Lugha ambayo husemwi lakini inaeleweka sana. Ukivaa kwa kelele sana unamwambia wewe ni burudani. Ukivaa kwa nidhamu unamwambia wewe ni utulivu. Ukivaa kwa kuonyeshwa kupita kiasi unamwambia wewe ni tukio. Ukivaa kwa mpangilio unamwambia wewe ni maisha. Na mwanaume anayejua anataka maisha, hata akikuona mzuri vipi, atakutazama na kuishia hapo tu. Nimeona wanaume wakisema wazi kabisa, huyu ni mzuri, lakini sio wa kuoa. Na hawasemi kwa sababu ya chuki, wanasema kwa sababu ishara alizotoa hazimruhusu kufikiria mbali. Hivyo wanaamua kimya kimya, wanacheka na wewe, wanakutania, lakini hawakusogelezi kwenye hatua inayofuata. Halafu unarudi nyumbani, unasema wanaume wote ni sawa. Sio sawa. Wanaume wanaitikia ishara, na ishara nyingi zinatoka kwenye mavazi kabla hata personality haijaonekana. Ukibadilisha ishara, unabadilisha wanaokukaribia. Na hapo ndipo wanawake wengi wanakosea, wanachanganya attention na interest. Mwanaume kukutazama sio kumaanisha anakutaka. Mwanaume kukusogelea sio kumaanisha anakuheshimu. Na mwanaume kukutongoza sana sio kumaanisha anakuona kama mke. Kuna mavazi yanafanya mwanaume akukaribie na kuna mavazi yanafanya mwanaume akuchague. Hizo ni dunia mbili tofauti kabisa. Kuna wanawake wanavaa ili waonekane, halafu kuna wanawake wanavaa ili wachaguliwe, na wanaume wanajua tofauti. Tatizo ni kwamba wanawake wengi hawaijui. Ukivaa namna fulani, mwanaume anajua hata kupeleka kwa marafiki zake wa maana, atakuweka kwenye upande wa starehe. Hata kama anakupenda kiasi gani, akili yake inasema huyu hatoshi kwenye maisha yangu ya kesho. Si kwa sababu wewe ni mbaya, ni kwa sababu signal uliyoitoa haifanani na maisha anayoyaishi mwanaume. Haangalii tu uzuri, anaangalia compatibility ya kijamii, anaangalia atakaa na wewe mbele ya watu gani bila aibu, anaangalia utakaa mezani na watu wake bila kumfanya ajitetee. Na hapo ndipo mavazi yanakuwa lugha, lugha ambayo husemwi, lakini inaeleweka sana ukivaa kwa kelele sana, unamwambia wewe ni burudani. Ukivaa kwa nidhamu, unamwambia wewe ni utulivu. Ukivaa kwa kuonyeshwa kupita kiasi, unamwambia wewe ni tukio. Ukivaa kwa mpangilio, unamwambia wewe ni maisha, na mwanaume anayejua anataka maisha hata akikuona mzuri vipi. Sasa sikiliza kwa makini, kwa sababu hapa ndipo watu wengi wanaumia zaidi. Wanawake wengi wanafikiri wanaume wanachagua kwa hisia. Hapana. Hisia zinakuja baadaye. Uchaguzi unakuja kwanza, na uchaguzi unafanywa kwa tafsiri. Mwanaume anakuona, akili yake inauliza swali moja tu, huyu ataniletea amani au vurugu kwenye maisha yangu? Najibu analipata kabla hujasema helo. Unajua kwa nini? Kwa sababu wanaume hawasikilizi maneno kwanza, wanasoma mazingira, wanatafuta uthabiti, wanatafuta ishara ya maisha ya kesho, sio furaha ya leo na mwanamke akitoa ishara ya leo sana, anafungwa kwenye leo milele. Nimewaona wanawake wakilalamika, alikuwa ananipenda sana mwanzo, ghafla akabadilika. Hakubadilika, alikujua mwanzo. Alikuja kama mwanaume anayevutiwa, baadaye akakaa kama mwanaume anayechagua. Na alipokaa akaona tofauti kati ya anayemtamani na anayeweza kuishi naye. Hapa ndipo maumivu yanaanza. Kuna nguo zinaamsha tamaa na kuna nguo zinaamsha utulivu. Tamaa inamvuta mwanaume karibu, utulivu unamfanya abaki. Wanawake wengi wanajifunza kuvuta, hawajifunzi kubakiza. Ukivaa namna inayopiga kelele, mwanaume anafurahia kukuangalia, lakini anahofia kukuishi. Ukivaa namna inayotulia, mwanaume anaweza asikukimbilie haraka, lakini akija, anakuja kwa nia ya kukaa. Na wanawake wengi hawawezi kuvumilia hatua hiyo ya kwanza. Wanataka majibu ya haraka, wanataka ishara kali, wanataka kuthibitishwa mapema. Hapo ndipo wanaharibu kila kitu, kwa sababu mwanaume anayechagua maisha hatembei kwa haraka, anatembea kwa uhakika. Ukivaa kwa kusisitiza mwili kuliko utu, unampa ujumbe kwamba thamani yako iko kwenye macho yake, sio kwenye nafasi yake kwenye maisha yake. Na mwanaume akiamini hivyo, atachukua kile kilicho rahisi kuchukua. Hatapigania kile kilicho rahisi kupoteza. Kuna wanawake wanaingia sehemu, wanaume wote wanawatazama, wanajisikia washindi lakini hawajui tayari wamewekwa kundi moja, kundi la muda, kundi la hadithi, sio kundi la kesho. Halafu kuna mwanamke anaingia bila drama, hakuna mtu anapiga kelele, lakini wanaume wanaanza kujirekebisha, wanavuta viti vizuri, wanachagua maneno vizuri. Hapo ndipo heshima imeanza, kabla hata mvuto haujaanza. Heshima huzaa commitment. Mvuto huzaa majaribio, na wanaume wengi hawataoa mwanamke waliomjaribu kirahisi, wataoa waliomfikiria kwa muda mrefu ukitaka mwanaume akufikirie lazima muonekano wako umpe nafasi ya kukufikiria sio mshambulie hisia zake mpaka akili ishindwe kufanya kazi kwa sababu tamaa kali hupita haraka lakini utulivu hujenga picha ya kudumu wanawake wengi wanaiga picha wanazoona mtandaoni lakini hawajui hizo picha zinavutia macho sio maamuzi mwanaume anaweza kupenda kuona lakini haimaanishi anataka kuishi ndani yake jiulize swali rahisi Mwanaume anaweza kukupeleka moja kwa moja kukutana na watu wanaowaheshimu bila kukwambia ubadilishe kitu? Kama jibu ni hapana, basi bado hujajionyesha kama sehemu ya maisha yake. Umejionyesha kama sehemu ya muda wake, na ndio maana kuna wanawake wanapewa ahadi nyingi lakini hakuna hatua, kwa sababu mwanaume anafurahia uwepo wao lakini hawezi kuunganisha uwepo wao na mustakabali wake. Hapa ndipo unahitaji kuelewa lugha ya mwanaume. Mwanaume haogopi mwanamke mzuri. Anaogopa mwanaume ambaye atamfanya ajitetee kila siku mbele ya dunia yake. Na akiona dalili mapema, anaweka mipaka kimya kimya. Sio lazima akwambie sikuoni kama mke. Atakuonyesha kwa umbali, atakuonyesha kwa kuchelewa, atakuonyesha kwa mipango isiyoendelea mbele. Halafu utafikiri anaogopa commitment? Hapana, anaogopa choice mbaya. Na choice mbaya huanza kwa ishara mbaya. Ukiwasilisha utu wako kwa utulivu, mwanaume anapata muda wa kuona thamani. Ukimsukuma kwa msisimko mwingi unampa uzoefu kabla hajatoa uamuzi. Na mwanaume akishapata uzoefu mara nyingi, hamu yake ya kujenga hupungua, kwa sababu kujenga huanza na hamu ya kufikia, sio kumiliki tayari. Wanawake wengi wanatoa picha kamili mapema sana. Hakuna kitu kinabaki kugunduliwa, hakuna kitu kinahitaji juhudi, hakuna safari. Na mwanaume bila safari, hana sababu ya kujenga. Ndio maana mwanzo anakuwa anakuwa moto, baadaye anakuwa baridi. Sio kwamba kwamba alidanganya, ni kwamba alimaliza haraka. Ukijifunza kuvaa kwa namna inayotoa heshima kabla ya mvuto utagundua wanawake wachache wanakuja, lakini wanaokaa wanakaa kweli. Na utashangaa ni kwa nini sasa wanakutambulisha mapema, wanapanga mapema, wanaharakisha hatua ambazo zamani walikuwa wanazikwepa. Kwa sababu sasa hawaoni tukio, wanaona uwekezaji. Na mwanaume huwekeza pale anapoona kesho, anafurahia pale anapoona leo. Ukichagua kuwa furaha ya leo, utapendwa leo. Ukichagua kuwa utulivu wa kesho, utachaguliwa kesho. Tofauti ni mavazi yanayoelezea hali yako kabla hujaanza kuisimulia. Nakumbuka mwanaume anayekutaka kwa maisha hataki kupigana na dunia kumwelezea kwa nini yuko na wewe, unataka dunia imuone na kuelewa kimya kimya. Ukifika hapo, hata maneno yanapungua, maamuzi yanakuwa rahisi. Lakini kuna kitu kinawaumiza sana watu wakikisikia: mwanaume anaweza kukupenda akakutamani akafurahia uwepo wako halafu bado asikuoe. Na si kwa sababu wewe huna thamani, ni kwa sababu hujampa nafasi ya kukuona kwenye maisha yake. Wanawake wengi wanafikiri commitment hutokana na muda mrefu. Hapana, commitment hutokana na picha aliyojenga akilini mwake na picha hiyo huanza siku ya kwanza kabisa. Siku ya kwanza mwanaume anakuona, anajiuliza kimya kimya, nikiamka kila siku na huyu mwanamke, maisha yangu yataongezeka au yatakuwa magumu? Sasa hapa ndipo ukweli unauma. Kama mwonekano wako unahitaji maelezo kila mahali, tayari amechoka kabla hajaanza. Kama uwepo wako unahitaji ulinzi wa maneno, hatataka vita ya kudumu. Kama anaona atalazimika kukuficha au kukurekebisha, atachagua mwanzo mwingine. Na wanaume hawasemi haya wazi, wanaondoka tu polepole. Halafu mwanamke anabaki akijiuliza, nilikosea wapi? Hakuna aliyemwambia kosa halikuwa tabia, lilikuwa tafsiri. Kuna mwanamke mwanaume akitembea naye ana relax, na kuna mwanamke akitembea naye ana alert. Relax ndiyo ndoo inaanzia, alert ndiyo mahusiano yanaishia. Mwanaume anapotembea na wewe anataka akili yake ipumzike, sio awe anaangalia nani anaangalia nini, sio awe anajiuliza nani anafikiria nini. Anataka aone kawaida, aone amani, na amani huanza kwa presentation isiyopigana na mazingira. Ndio maana kuna wanawake wanaambiwa, wewe ni mzuri sana lakini. Hiyo lakini ndiyo kizuizi. Ni tofauti kati ya kuvutia macho na kuvutia maisha kuna wanaume wanataka mwanamke watakayejivunia kimya kimya, siyo yule wa kumtetea kila siku. Na mwanamke anayejivunia kimya kimya huwa hana makelele, hana ushindani na kila macho yanayopita, hana vita ya kuthibitisha, ana utulivu. Utulivu huo ndio unaomfanya mwanaume ahisi, huyu atanipa pumzi ndefu, siyo adrenaline ya muda mfupi. Wanawake wengi wanajifunza kuwa exciting lakini wanaume wanaoa peaceful. Ukitoa hisia kali sana mwanzo, mwanaume anapata kilele mapema, na baada ya kilele, akili inarudi. Akili ikirudi, huanza kuuliza maswali ya maisha halisi, na hapo ndipo maamuzi halisi yanafanyika. Na kama mwanzo ulimfanya ajisikia anacheza, atakuweka kwenye kumbukumbu ya mchezo, lakini kama mwanzo ulimfanya ajisikia ametulia, atakuweka kwenye mipango. Mwanaume anaweza kucheka sana na wewe na bado asikuone kama mke. Anaweza kuwa kimya sana na wewe na tayari ameshaanza kukujenga kwenye maisha yake. Wanawake wengi wanaogopa ukimya, wanataka ishara kali kila wakati, lakini wanaume wanapopata uhakika hupunguza kelele na kuongeza hatua. Hapo ndipo unatakiwa uelewe ishara za kweli, sio maneno, ni nafasi anayokupa kwenye dunia yake. Na nafasi hiyo inaanza pale unapomruhusu kukuona kama sehemu yake, siyo tukio lake. Kama kila muonekano wako unataka reaction, utapata reaction. Lakini reaction siyo decision. Decision inakuja pale mwanaume anapokuona bila kuhisi presha ya dunia, bila kuhisi anachagua shida, bila kuhisi atahitaji kujitetea. Ndipo anaanza kupanga kesho. Na mwanamke anayefikiri kesho huvaa tofauti na mwanamke anayeishi leo. Tofauti yao haiko bei ya nguo, iko kwenye ujumbe wa uwepo. Mmoja anasema, niangalie. Mwingine anasema, niamini. Na mwanaume anayechoka na dunia anatafuta wa kumwamini, sio wa kumshangaza kila siku. Ukielewa hili, utaacha kulalamika wanaume hawako serious. Utaanza kuona wale serious walikuwa wanapita tu kimya kimya, hawakuona nafasi ya kukaa. Kwa sababu wanaume wengi hawapingi mwanamke, wanapinga maisha watakayoyapata, na maisha hayo wanaanza kuyaona kwa macho kabla hawajayasikia kwa maneno. Na sasa niseme kitu cha mwisho ambacho watu wengi hawataki kukubali. Mwanamume haogopi uzuri wako. Anaogopa maana ya uzuri wako. Ndiyo, uzuri unaweza kumvutia lakini tafsiri ya uzuri wako ndio itaamua kama atakaa au atapita. Ukionekana kama kitu cha kupendeza macho tu, atakuangalia sana, lakini hata jenga. Ukionekana kama sehemu ya maisha, hata akikunyamazia, moyoni tayari anaanza kupanga. Wanawake wengi wanafikiri wanaume wanataka mwanamke mkamilifu. Hapana, wanataka mwanamke atakayewafanya wajisikie salama kuchagua. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mwanamke anayehitaji kushawishi mwanaume abaki na mwanamke anayemfanya mwanaume ajishawishi mwenyewe kubaki. Na mwanaume akijishawishi mwenyewe hakuna mtu anayeweza kumbadilisha. Tatizo linakuja pale unapolazimisha hisia kabla hajapata uhakika. Unataka majibu kabla hajapata picha. Unataka hatua kabla hajapata utulivu. Ndipo anaingia nusu anatoka nusu. Sio kwamba hakukupenda, ni kwamba hakukuona akipumua maisha marefu na wewe. Ukiingia kwenye maisha ya mwanaume na akili yake ikaanza kufikiria matatizo kabla ya furaha, utabaki kuwa kumbukumbu nzuri tu. Lakini ukiingia na akili yake ikapata pumzi kabla ya tamaa, utakuwa chaguo. Wanaume wengi wanatafuta sehemu ya kupumzika, sio sehemu ya kushindana wanatafuta mwanamke atakayepunguza kelele za dunia, sio kuongeza. Na ndiyo maana mwanamke anayeonekana kawaida lakini ametulia anaweza kuchaguliwa kuliko anayevutia sana, lakini anachosha akili. Hii sio kuhusu kujificha wewe ni nani, ni kuhusu kuruhusu mtu akuone kwa utulivu, sio kwa msisimko unaopita haraka. Mvuto unaweza kufungua mlango, lakini utulivu ndio humfanya mwanaume afunge mlango nyuma yake na akae. Ukijifunza kuwasilisha uwepo wako kwa namna inayompa mwanaume uhakika wa kesho, utaona mabadiliko makubwa sana. Utaacha kuvutiwa sana na kuachwa haraka, utaanza kuchaguliwa polepole pole, lakini kudumu. Na hapo ndipo utaelewa, sio wanaume wote hawataki commitment, wengi hawapati sababu ya kuifanya. Jifunze kuwa sababu. Kama umefika mwisho wa video hii na umeelewa basi umeanza kuona tofauti kati ya kupendwa na kuchaguliwa. Kwa msaada na ushauri zaidi, wasiliana nami kupitia namba hii +255 747 558 143. Hadi wakati mwingine.